Wapendwa wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni dominika ambapo kanisa inafanya sherehe ya kupaa Bwana mbinguni. Somo letu la kwanza inatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza, aya ile ya kwanza hadi so ya kumi na moja. Somo letu la pili inatoka katika katika waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ile ya kwanza aya ya kumi na saba hadi ishirini na tatu na somo letu la injili natoka katika injili ya Luka sura ya ishirini na nne aya arobaini na sita hadi hamsini na tatu ndugu zangu katika Kristo tunaelekea mwishoni kabisa mwa kipindi chetu cha Pasaka tunaona katika siku ya leo Bwana wetu Yesu Kristo anaondoka, anapaa kwenda mbinguni, anarudi kwa Baba. Na kuondoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni ishara wazi kwamba anaenda kurudi katika enzi yake kuu kule mbinguni, baada ya kukamilisha kazi ile ya ukombozi wa mwanadamu. Yaani katika kumkomboa mwanadamu, alizaliwa, aliishi aliteseka akafa msalabani lakini alifufuka na sasa anaondoka <coughs> anarudi kwa Baba ili kurudi katika utukufu ule ambao alikuwa nao toka mwanzo. Siku ya leo tunapofanya sherehe hii ya kupaa Bwana mbinguni ni wazi kwamba ni siku arobaini baada ya kufanya ile sherehe ya Pasaka, tukiingia katika somo la kwanza Am, katika kitabu cha Matendo ya Mitume tunaelezwa wazi kwamba baada ya siku arobaini baada ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, Kristo aliweza kupaa kwenda mbinguni. Baadhi ya mapokeo na baadhi ya mafundisho yanaeleza kwamba ilikuwa baada ya ufufuko wa Kristo, ili aweze kujionyesha kwa mitume wake, kwa wafuasi wake waweze kuelewa, waweze kutambua kile ambacho alichokuwa akiwaeleza katika mafundisho yake kwa kipindi chote ambacho amekuwa nao. Walihitaji siku arobaini. Siku arobaini ilikuwa ni, ni namba tosha ama siku tosha kwao wanafunzi kuweza kuelewa kwamba ni nini Kristo alichokuwa anakiongea, ni nini Kristo ambacho alikuwa anawafundisha. Na, na tunaona katika siku hizo arobaini Kristo amekuwa akijionyesha kwa wanafunzi wake akijaribu kurudisha amani, akijaribu kurudisha ile hofu e, kuondoa ile hofu ambayo ilikuwepo mwanzo wakati wa mateso yake. Na sasa wanafunzi wameelewa kile ambacho Kristo ambacho Kristo alikuwa anakifundisha kile Kristo ambacho alikuwa anaoeleza sasa wamekielewa. Baada ya siku arobaini, Kristo anaondoka anarudi katika enzi yake mbinguni lakini kuondoka kwa Kristo haimaanishi kwamba sasa ndio mwisho, kwa sababu amekuwa akiwaaga wanafunzi wake kwamba nitaondoka, nitarudi kwa Baba, lakini msione kwamba sasa ndio mwisho. Hapana, alituahidia kutuletea Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya Mungu. Roho Mtakatifu anakuja kufanya kazi gani? Anakuja kutufundisha, anakuja kutukumbusha, anakuja kutusimamia. Na ndiyo maana tunaona katika somo la kwanza, aliwaambia kabisa wabaki Yerusalemu, wasitoke mpaka ile ahadi ya Baba iweze kutimia, wabaki katika kusali, wabaki katika kuomba. Na ndio maana tunaona katika kanisa sasa katika kipindi cha novena ya kusubiri ya kungojea huyu Roho Mtakatifu aweze kuja katika mioyo yetu. Kristo anatuambia lazima aende, aende ili huyu Roho Mtakatifu aweze kuja. Hawezi kubaki hapa, manake roho hawezi kushuka, lazima yeye afike kule aweze kuungana na, na, na, na, na, na nafsi ya Mungu katika utukufu wake, na hivi basi Roho Mtakatifu aweze kushuka na kuja kukaa pamoja nasi. Wakati Kristu anaondoka, wakati Kristu anapaa ana kwenda mbinguni, wanafunzi walijaa uoga, waliona sasa ni kama wamebaki yatima, lakini Kristu anawaambia wanafunzi wake, sitawaacha ninyi yatima, kwa sababu Roho Mtakatifu ambaye nitakaye mtuma atatoa ata, ata, ulinzi, atawafundisha atawaimarisha na kuwapa nguvu. Ni Roho ambaye anatoka kwa Baba, ndio atawafunza yote, atawafundisha yote. Msiwe na hofu, msikate tamaa, bado niko pamoja nanyi. Tukisoma katika Injili ya Matayo eh, sura ile ya ishirini na nane mwishoni kule ambapo anasema mimi niko pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Kuondoka kwa Kristo, kupaa kwake mbinguni Kristo ni ishara wazi kwamba anaondoka tu katika hali ya macho eh, hata aonekana tu kwa macho, lakini Kristo anaendelea kuishi. Kristo anaendelea kukuwa pamoja nasi katika neno lake. Tunaposema, tunaposoma neno la Mungu maki, tunakutana na Kristo. Kristo anazungumza pamoja nasi tunapopokea ekaristia Takatifu maanake ni, ni Mungu mwenyewe ni Kristu mwenyewe anayekuwa katika maumbo ya mkate na divai. Kwa hiyo Kristu amebadilisha tu mwonekano, sio mwonekano huli wa kuonekana kwa macho, lakini sasa anaingia zaidi katika mioyo yetu, anabadilisha maisha yetu, anayafanya upya maisha yetu, nasi tunapata nguvu. Kwa hiyo ndugu wapenzi katika Kristu, tunapoadhimisha mafumbo haya matakatifu, hasa tendo la kupaa Kristo mbinguni, itufanye sisi ambao tu wa Kristo, tunaomwamini Kristo, tusiingiwe na hofu, tusiingie na woga, tuamini kwamba Kristo bado yuko pamoja nasi, na tubaki Yerusalemu kama Kristo alivyowaambia mitume wake, tuingie Yerusalemu. Yetu ni ipi? Yerusalemu yetu tubaki katika kusali Yerusalemu yetu ni kubaki katika kumwamini Mwenyezi Mungu. Tusali tuombe, ili Roho Mtakatifu aje, atakapokuja aweze kutuimarisha, aweze kutukuta tuko tayari, tunaliamini neno la Mwenyezi Mungu, aweze basi kutu, kutustawisha, aweze kutusaidia kuweza kulitambua zaidi na zaidi neno la Mwenyezi Mungu. Tusiwe na oga Tusioni kwamba tumeachwa kama yatima, lakini Kristu anaendelea kuishi pamoja nasi. Ameondoka katika hali ya macho, lakini anaendelea kuishi pamoja nasi katika neno lake na katika Ekaristia Takatifu. Tumsifu Yesu Kristu.